Tunashuhudia leo utekelezaji wa azma hiyo kwa vitendo kupitia makubaliano haya muhimu kati ya Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, COSTECH, na benki yetu ya CRDB. Kwa nachukua fursa hii kuipongeza sana CRDB na CRDB Foundation in particular kwa kukubali kuwa mshirika wa kimkakati katika mpango huu mkubwa na wa kihistoria. Ushirikano huu unadhihirisha namna taasisi za kifedha nchini zinavyoweza kuchangia kwa vitendo katika kuendeleza vipaji, ubunifu na uchumi wa viwanda, kilimo na sekta nyingine hapa nchini. Unajua, katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na katika dira ya taifa ya maendeleo 2024, serikali imeendelea kuweka mkazo mkubwa katika kukuza ubunifu, ujasiriamali na uchumi shindani unaotumia maarifa na teknolojia kama injini ya maendeleo. Takwimu zinaonyesha kuwa kupitia mashindano ya kitaifa ya ubunifu Makisatu, serikali imewafikia zaidi ya wabunifu elfu tatu katika kipindi cha miaka minne iliyopita. Hii ni hazina kubwa ya vipaji, lakini changamoto kubwa imekuwa ni upatikanaji wa mitaji ya kuingiza bidhaa hizi sokoni. Leo tunashuhudia hatua ya suluhisho ya changamoto hiyo kwa kupitia mfumo wa dhamana unaoratibiwa na CRDB kwa niaba ya serikali kupitia COSTECH. Makubaliano haya yanalenga kuwezesha wabunifu, hasa vijana, kuingia kwenye mnyororo wa thamani wa uzalishaji, kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi katika mfumo wa kitaifa wa uvumbuzi na kutekeleza kwa vitendo malengo ya maendeleo endelevu SDGs, hususan SDG namba nane na namba tisa. Ndugu zangu, uamuzi wa serikali wa kuanzisha dirisha la mikopo nafuu kupitia mfuko wa taifa wa uendelezaji wa sayansi na teknolojia, mtu sate kwa kifupi, unaendeshwa na COSTECH ni sehemu ya maono makubwa ya rais wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Yeye mwenyewe aliagiza kwamba kila mara tunaonyesha kama ilivyosemwa hapa. Nadhani Shaban Kisu, maonyesho mazuri kenda Sabasaba, unaweza ukaona kitu miaka kumi kila mwaka ni kile kile kwamba Tanzania imegundua gari, mwakani unakuta gari hilo hilo, mwaka mtondogo gari hilo hilo, kila mwaka tunapiga makofi sana, hali nyingi sokoni. Lakini maelekezo ya rais wetu ni kwamba wabunifu hapa nchini tuhakikishe kwamba tunawawezesha bidhaa, wanapata shida sana kupata mitaji ya kuingia sokoni, kwanza kuaminiwa na mabenki, na vilevile riba kubwa. Kwa hiyo maelekezo ya rais wetu siku zote ni kwamba Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia iangalie vilevile, sayansi iangalie, teknolojia iangalie ubunifu na tutafute mkakati wa kuhakikisha kwamba kwa tunawasaidia wabunifu hawa waweze kufanikiwa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itasimamia mpango huu kwa ukaribu na kuhakikisha kwamba mikopo inatolewa kwa uwazi na usawa kwa kuzingatia miongozo rasmi, na kwamba mfumo wa ufuatiliaji na tathmini, monitoring and evaluation, unatumika kwa ufanisi, na rasilimali zinatumika kwa tija na zinatoa matokeo chanya kwa walengwa. Kwa namna ya pekee nawapongeza tena timu zote kutoka COSTECH, CRDB na Wizara kwa kazi kubwa ya maandalizi ya miongozo, taratibu na mifumo ya utekelezaji wa mpango huu. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natangaza rasmi kufunguliwa kwa dirisha la kupokea maombi ya mikopo kutoka kwa wabunifu na watafiti wa Kitanzania. Kianzio kilichotengwa na serikali ni fedha za Kitanzania shilingi bilioni bil 2.3 kama dhamana, ambapo benki ya CRDB itatoa kiasi cha shilingi bilioni 4.6 kwa ajili ya mikopo. Ni matumaini yangu na matumaini yetu kuwa mpango huu utakuwa chachu ya mabadiliko ya kweli kwa taifa letu kuanzia ngazi ya kijiji hadi taifa. Mheshimiwa Waziri, mkataba huu tunaosaini leo kati ya benki ya CRDB na Tume ya Sayansi na Teknolojia ni hatua ya kimkakati ya kuendeleza mapinduzi ya kidijitali na kiubunifu kupitia uwezeshaji wa biashara changa na ubunifu kwa vijana wetu. Mkataba huu utaiwezesha benki ya CRDB kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni mbili nukta tatu kwa biashara changa na biashara bunifu za vijana ili kujenga uwajibikaji wa kifedha kwa pamoja. Kupitia mpango huu, tumeweka mazingira wezeshi yatakayosaidia vijana wengi kunufaika na uwezeshaji huu kama kutoa fursa ya matumizi ya dhamana mbadala ikiwamo mikataba ya biashara nyaraka za malipo, yani invoices, historia ya uaminifu. Narudia tena, historia ya uaminifu inaweza ikakufanya wewe ukapata mkopo. Tabia ya mkopaji mwenyewe inaweza ikakusaidia kupata mkopo uwezo wa kukuza biashara yako na uwezo wa kurejesha mikopo. Aidha, kutakuwa na kamati ya pamoja ya usimamizi, yani steering committee, kati ya benki ya CRDB CRDB Bank Foundation na tume ya sayansi na teknolojia kwa ajili ya tathmini, ufuatiliaji na usimamizi madhubuti wa utekelezaji wa mpango huu wa uwezeshaji ili kuhakikisha kuna uwazi wa kutosha na kuwa na lengo linaloweza kuwafanikisha. Malengo yetu ni kuwafikia zaidi ya vijana elfu moja nchi nzima, yaani Tanzania bara na visiwani. Kwa maana hiyo, pia natoa rai kwa wadau wengine kushirikiana na COSTECH kuchangia mfuko wetu ili kuhakikisha tunaongeza kiasi hiki ambacho serikali imeanza nacho ili kuwezesha ubunifu wengi zaidi kuweza kudhaminika katika taasisi za kifedha. Tumeanza na CRDB, lakini tuko open kufanya kazi na wadau wengine kuhakikisha kwamba tunafikia wabunifu wetu wa Kitanzania ambao wanahitaji huduma hizi, na ni madhumuni yetu kuhakikisha kwamba hakuna mbunifu anayekosa mtaji kwa sababu ya kukosa dhamana au mfumo rafiki wa kifedha. Kikubwa ni kwamba ana ubunifu wenye tija, kwa maana ya kwamba soko lina uhitaji, mlaji yupo, biashara ipo, anaweza akarejesha ile huduma un akope. Kwa kumalizia, nirudie kukwahidi mheshimiwa mgeni rasmi kwamba COSTECH itasimamia kwa weledi, uwazi na ufanisi utekelezaji wa makubaliano haya ili kuhakikisha kuwa lengo la kuongeza mchango wa ubunifu katika uchumi wa taifa letu linatimia kwa vitendo.